Watazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia, kipindi ambacho kina kinafundisha na kulea roho zetu. Uh, tulio kuandalia siku ya leo, tunaendelea na kipindi chetu cha hati za Liturujia Sumorum Pontificum. Mimi ni Sister Salvina Makonde, pamoja nami tunaye Father Dokta Clement Kihio Uh, katibu wa idara katibu mtendaji wa idara ya Liturujia kutoka Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania TEC, na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati tujifunze pamoja. Ya kwetu kwetu, Baba, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Habari za kwako? Nzuri baba, habari ya TEC? TEC hatujambo, sisi huku bado tunafurahia mambo ya Summorum Pontificum. Eh, naona mmekuwa walimu kweli kweli. Eh, tunajaribu kuwafundisha hata watazamaji ili kusudi waanze kutamka kuzoea na watu wamepata utakatifu wa kutumia hiyo Summorum Pontificum. Amina. Na hata nguo ulizozaa nyeupe, nami kabidi leo nijifunze kuvaa nyeupe, tunaendeleza Summorum Pontificum. Karibu tufungulie kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waumini wako, washa mapendo ya yako, peleka roho yako, vitaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe.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 kwa sababu leo tunaendelea na sehemu ya pili ya barua ile ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 inaitwa inaitwa Sumorum Pontificum. Katika kipindi chetu kilichopita tulieleza kwamba barua hii Sumorum Pontificum ni barua iliyoandikwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, ambayo inawaruhusu mapadri kuweza kuadhimisha misa takatifu na maadhimisho mengine kwa kutumia vitabu vya zamani ambavyo vilikuwepo kabla ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini hasa ili tunaita Misale Romanum ya mwaka elfu moja mia tisa na sitini na mbili iliyotangazwa ambayo ndo hii, Father, hii ni mpya okay. Hii ni mpya inayokuja mwaka elfu baada ya elfu moja mia tisa sabini. Hii ni ya mwaka elfu moja, mia tisa sabini. mm -hmm. Lakini kuna ambayo ilikuwepo kabla ya mwaka elfu moja 1970 ambayo tunaita ni misale ya, yo, ya Baba Mtakatifu Yohane wa ishirini mm -hmm. na tatu iliyotangazwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini na mbili. mm -hmm. Ulikuwa darasa la ngapi? kiili umri wa hii misale ndio umri wangu wa huu wa sabini, hii sabini, sabini ndio nilipozaliwa mimi. Aha. Kwa hiyo kumbe, mimi ni, ni, ni sista wa mabadiliko, sista wa mabadiliko <laughs> sisi wengine ndio wazee sasa. uh -huh. Tunataka turejeshwe kule nyuma <laughs> vile tulivyo vizoea ndio ba. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Benedikto ndio aliandika hivyo, tukaeleza kipindi mengi tulioeleza kwamba eh, aligusa wazee akatafakari sana akaona kwamba kuna umuhimu wa kuandika barua kuruhusu ili watu waweze kufaidika kiroho. Sasa tunapoendelea na sehemu ya pili, tuingie kwenye masharti ya matumizi ya hiyo misale ya mwaka elfu moja mia tisa na sitini na mbili misale iliyotangazwa na Baba Mtakatifu Yohane wa ishirini na tatu Masharti haya ya hapo awali ya na, ni kama ifuatalo, kama ifuatavyo. Tuanze na sharti la kwanza, tuliangalie. Inasema hivi katika misa zinazoadhimishwa bila kusanyiko padri yeyote wa kanisa la Kilatini anaweza kutumia misale ya Kiroma iliyochapishwa mwaka wa elfu moja mia tisa na sitini na mbili misale iliyochapishwa na Baba Mtakatifu Yohane wa 23 au misale ya Kiroma iliyotangazwa na Baba Mtakatifu Paulo wa, wa sita mwaka elfu moja, mia tisa, na sabini na anaweza kufanya hivyo siku yoyote isipokuwa siku tatu kuu za Pasaka, wakati misa bila kusanyiko hairuhusiwi. Maadhimisho ya misa yaliyotajwa hapa yanaweza kuhudhuriwa na, pia na waamini walei ambao huomba kufanya hivyo kwa kuheshimu matakwa ya sheria. Kwa hiyo ametoa sharti ni hilo kwamba padre anaweza kutumia hii hapa mm -hmm. ya elfu moja mia tisa ya sabini mm -hmm. au ile ya zamani mm -hmm. Kamepewa hayo maamuzi mawili mm hiyo -hmm. ni sharti la kwanza padri yote. Pili, katika parokia ambapo lipo kundi la waamini walioshikamana, yani hao kweli wameshikamana, si habari tu kujua wameshikamana Yani ukimbandua inakuwa ni ngumu <laughs> wameshikamana na mila za awali za liturujia. <laughs> Paroko anapaswa, sio kwamba anaombwa, anapaswa, anapaswa kukubali kwa hiari maombi yao ya kuadhimisha misa takatifu kwa mujibu wa misale hiyo ya kiroma ya mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na mbili, maanaake kabla ya mabadiliko. <laughs> Vile vile anapaswa kuhakikisha kwamba wema wa waamini hawa unawiana na uchungaji wa kawaida wa parokia. Kwa hiyo, kama paroko anahudumia makundi ya watoto, ya vijana na nini, lazima sasa hawa ambao wema wao wa, wa, wa kichungaji waangaliwe kwamba hawa wazee waliozoea mambo haya ya zamani, tufanyeje? Sasa tuwasaidieje? Ndio maana ya kwamba kuna uh, kwenye maparokia kuna misa pengine misa ya kwanza itasomwa Kiratini. mm -hmm. Labda pengine misa fulani itakuwa misa ya watoto kwa labda lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kumbe walikuwa wanazingatia haya, walikuwa wanazingatia. mm -hmm. Lakini tukumbuke wakati Baba Mtakatifu anaandika hayo Eh, anaandika hii tayari tuna hii eh, misa mm -hmm. ambayo ni ya, ni ya Kilatini. Kilatini. Hii ni ya Kilatini mm -hmm. ambayo ni toleo jipya mm -hmm. misa ya ya Kilatini eh, tuone tuone inavyoanza katika Ordo Mise mm -hmm. tukifungua hapa Ordo Mise, Liturgia Eukaristika karitasi yes, right, ria okay. Mm -hmm. Sawa hii mm mtakatifu. -hmm. mbona mm hufunguki -hmm. haraka? ordomise e ordo, ordo ordomise hii inaanzia mm hapa -hmm. sawa ambapo hii mwanzo wa misa, misa. Mm -hmm. tayari hii ya Kilatini ilikuwepo.

Iwe rohoni mwako mwako. Okay. Et cum spiritu tuo. Mtazamaji, nadhani una unarudisha unarudia nyuma eh, maana ya Kiswahili hapa unasema kwamba et cum spiritu tuo na sasa mm, ndivyo tunavyoitikia kwamba na iwe Ro rohoni, rohoni mwako, mwako. Kwa hiyo kumbe kanisa linatupeleka katika ma, maeneo sahihi kabisa na kutuweka katika mstari ulionyooka nzuri sana. Kwa hiyo hii tayari anapoongea hivi tayari hii ya Kilatini mm -hmm. ipo, ninasema kwa Kilatini Okay. Lakini bado kuna Kilatini kile cha zamani na mtindo wa zamani, zote ni za Kilatini. mm -hmm. Sasa nasema na wale wa zamani waliozoea ya, za, ya zamani nhii tunaposema hii, Tunapo hii, hii ni kwamba tumeangaliana hivi mm -hmm. Lakini ile inataja wakati wameangalia ukutani, ukutani. Na nini? Ehe. kitu kama hicho kwa hiyo namna hiyo, kwa hiyo mm -hmm. Hilo ndio ilikuwa ni, ni, ni sharti kwamba lazima iwe namna hiyo, sharti la E, la tatu linasema hivi, maadhimisho kulingana na misale ya Papa Yohane wa ishirini na tatu ambayo hatunayo hapa. Hii ni Paulo wa sita wasita. Asema maadhimisho ya, ya e, kulingana na misale ya Papa Yohane wa ishirini na tatu yanaweza kufanyika siku za juma, tushaongelea kipindi kilichopita, siku za dominika na sikukuu. Mapadri wanaotumia misale ya Papa Yohane Paulo lazima wawe na sifa. Hilo ndio lilikuwa sharti lake gumu, wawe na sifa, nasema kwa lugha ya Kilatini idonei, nasio kuzuiliwa tu na sheria. Maanake wawe na sifa ya kuadhimisha kwa lugha ya Kilatini. Hapo fadha unamaanisha sifa ya kujua lugha ndio uh, sifa sio sifa tu, kwa sababu kila padri kwa kuwekwa wakfu, wewe kwa, kwa, kwa kwa, kwa kwa kwa, kwa, una sifa ya kuadhimisha kwa, lakini sifa ni kwamba ile ile inatumia Kilatini mm -hmm. chenyewe mm -hmm. kwa hiyo uwe na padre awe na uwezo wa kutumia Kilatini mm -hmm. vizuri, kwa sababu kumbuka, sasa hivi hii misale hii tunaotumia hii mm -hmm. ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini tumeshaitafsiri mhm ni ile misale tunayotumia ya Kiswahili ambayo tunayo sasa hivi ndiyo. Na mapadre wengi vijana wamelelewa katika misale hii mpya ya Kiswahili okay. Au hata kama tumeanzia mwaka sabini lakini tayari tulikuwa na misale ya Kiswahili mm -hmm. kwa hiyo vijana wengi wamelelewa katika hiyo ya Kiswahili. Ukimwambia padre mpya ambaye hajaiva vizuri, aendeshe misa kwa kilatini inakuwa ni shida mm -hmm. kwa hiyo Baba Mtakatifu anasema haya makundi sasa ambayo yanahitaji kuhudumiwa lazima padre awe na sizo sifa mm -hmm. za kuendesha hiyo misa kwa Kilatini, na hata hii ambayo ni misa ya kisasa ya Kilatini hatutegemei eh, padre anaenda kuongoza misa Kilatini kinampiga chenga mm -hmm. lazima unaposema kwa jina la Baba na la Mwana la Mtakatifu iwe kama unasema Kiswahili mm -hmm. in nomine patris et filii et spiritus sancti dominus vobiscum <muchos> <Still, tuitu. laughs> <laughs> silola kwa lazima, awe na sifa za kutosha awe ameiva Kilatini. Mapade mnanisikia, ambao mnapaswa kuwahudumia watu mbalimbali, unawezekana mkupata kundi kutoka uh, wazee wale wa zamani, wanasema leo tunataka misa ya Kilatini, utuongoze kwa Kilatini. Je, una uwezo kuadhimisha misa kwa Kilatini kuanzia moja hadi mwisho? Labda siku nyingine nitakuja na masomo yale ya Kilatini. mm -hmm. Eh, ya, ya Injili yameandikwa kwa Kilatini, masomo yameandikwa kwa Kilatini. Haya mambo yote haya tunayoona humu ndani, kuna sala ya Ekaristi mm -hmm. ya kwanza, ya pili, mfano eh, eh, labda tuone kidogo hapa sala ya Ekaristi ya pili. Kwanza nikukatize fadh, hapo ndiyo, hapo mm -hmm. nini, unadhani ni nini kifanyike mm -hmm. kwa ajili ya kuwafanya mavadi wetu vijana mm -hmm. ili nao waweze kuwa wadhoefu wa kutumia hii misale kwanza, ni kuimarisha lugha katika seminari zetu, kuanzia seminari ndogo, kwa sababu Kilatini ukianzia seminari kubwa eh, unakuwa umepwaya. Ni kama lugha eh, mtoto anayeanzia chekechea la Kiingereza uh-huh. akimaliza la saba akaanza fomu wani hadi fomu fo fomu faifu fomu sikisi anakuwa amebobea katika. Kwa hiyo na eh, vijana wetu eh, na mashuleni walezi wakazane kuhakikisha kwamba kilatini kweli kinafundishwa kuanzia ngazi za chini, chini kuanzia seminari ndogo mm -hmm. uh, mpaka uh, chuo kikuu ndipo utakuwa na uwezo kweli wa kusema Dominus vobiscum pamoja, eh, uh -huh. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo susum corda habemus ad dominum gratias agamus domino deo nostro na kuendelea ulawala utau wa Kilatini. Ndio maana akasema, jamani, sisi tunataka turudi, tuna hamu ya Kilatini nani nani nini. Anataka amsikie pade anaweka ile consecration pale kwa Kilatini akisa e, bwana kweli mtakatifu na chemchemi, anataka asikie vere sanctus es domine fons omnis sanctitatis mm -hmm. heke ergo dona quesmus spiritus tui rose santifica, na kuendelea. Anataka asikie kile Kilatini. Kwa hiyo tunarudi pale kwamba padri awe na sifa, sio kwamba tu labda mnasema ah, tunamzuia kisheria tunamzuia. Hapana mm -hmm. awe na sifa za kutosha, alivyoeleza Baba Mtakatifu ndio e, sharti la nne iwapo jumuia za taasisi za ma, e, maisha ya wakfu na mashirika ya maisha ya kitume ziwe na hadhi ya kipapa au hadhi ya majimbo. Nadhani hapo unaelewa tunaposema hadhi hmm. ya kipapa au hadhi ya majimbo, nasema pontifico na dayosesani. Wewe ni sista wa hadhi gani? Dayosesani, maanaake ni hadhi ya kijimbo De. kwa hiyo hao ni maisha haya, sasa hiyo ni hadhi ya ki, ya kijimbo au hadhi ya kipapa. Hawa eh, wana ruhusiwa vile vile eh, wakitaka kuadhimisha misa katika jumuiya zao kulingana na hilo toleo la mwaka elfu moja mia mm tisa na sitini na mbili -hmm. wanaruhusiwa kufanya hivyo mm -hmm. kwa hiyo sio tu mapadi kule maparokiani na nanyie na katika mashirika yenu mgependa namna hiyo, wanaruhusiwa kufanya hivyo mm -hmm. baba mtakatifu huyo ali, alio, alieleza namna hiyo, pamoja na hii barua ambayo baba mtakatifu ameiandika, vilevile, aliambatanisha na barua nyingine ya kutoa maelezo hiyo, eh, Summorum Pontificum, lakini baadaye ikabidi aandike barua nyingine kutoa ufafanuzi kwa sababu baadhi ya watu wakasema, ah, baba mtakatifu anataka kutupeleka wapi? Huyu mwana anatupeleka nyuma, anatupeleka nyuma, anatupeleka mbele, nini nini nini. Ikabidi sasa, katika busara zake zile za kichungaji kama baba mtakatifu aandike barua ambatanishi ya kutoa ufafanuzi kwa ajili ya haya maamuzi ambayo anayafanya. Kwa hiyo, katika barua yake ya ufafanuzi, baba mtakatifu Benedikto alieleza kwamba hatua yake ililenga kwa upana na ukarimu kutoa ibada ambayo iliwalisha waamini wa, wa karne nyingi na kuja kwenye kubi upatanisho, na mambo ya ndani ya moyo wa kanisa na wakatoliki wajadi kwa kukubaliana na kiti kwa kuto kukubaliana na kiti kitakatifu, kama vile washiriki wa jumuiya ya Mtakatifu Pio. hmm. Eh, nadhani nitoe ufafanuzi kwamba kwa miaka kwa mingi kumekuwa na makundi ambayo yanalaumu kwamba mbona jamani, ile nanii ya zamani tumeiacha yani, kuna hili kundi la Mtakatifu Pio likawa linapenda kusali milio misa ya zamani na makundi mengine. Kwa hiyo ili kutowapoteza hawa watu, ndio Baba Mtakatifu anatoa maelezo kwenye barua yake kwamba jamani, ili kutowapoteza hawa, hawa ambao hawakubaliani na haya mageuzi mapya, hebu tuwafikirie hawa, tuwape nafasi wasali kama wanavyopenda kusali. Uh, hayo mambo ya zamani kwa hiyo ili kuondoa hayo malalamiko ni kweli fadha mimi nimeshawahi kushuhudia kwamba kuna bibi nadhani mpaka leo ndio anaingia kanisani kwenye misa ameshika na rosari yake kwa hiyo padri kule anaendelea misa inaendelea toa ndugu toa yeye ana rosari yake anahakikisha kwamba atasali misa na rosari mafungu yote mafungu yote anamaliza uchungu furaha anakazana So ukimwelekeza, ukijaribu kumwelekeza kwamba tufanye kitu kimoja kimoja, kwanza dea. Misa ukimalizika misa basi utaenda kusali rozari, hawezi kuelewa. Ataweza kuitika dea, dea. Lakini bado anaendelea na misa dea. Kwa hiyo kumbe Baba Mtakatifu aliona mambo haya yote ya hawa wazee, watu wazima, wengine walikuwa wamemzidi umri katika miaka yake, akaona hebu tuwafikirie ili tuwape nafasi nao waridhike. Alisema kwamba ingawa ilifikiriwa kwanza kwamba kupendekezwa, uh, misa hii ya zamani kungetoweka pamoja na kizazi chake cha wazee, kilichokuwa nacho, baadhi ya vijana pia kama tulivyosema mwanzoni, babu anasema naenda kusali mm -hmm. alafu anamwambia kijana, kijana naye anamfuata babubabu akimbona so, ah, hii misale nzuri jamani jamani. Kwa hiyo mm -hmm. anasema na vijana pia wamehisi kuvutiwa kwake na hiyo misa ya zamani na kupata ndani yake aina ya kukutana na fumbo la ekaristi inayowafaa zaidi hawa vijana mm-hmm. Mbona hapa kana kwamba hey, hapa nikija kusali hapa Yesu ananigusa zaidi, mm-hmm. Kwa hiyo Baba Mtakatifu anaeleza hivyo kwa kuzingatia hofu inayoonyeshwa wakati hati hiyo ilipokuwa inaandaliwa. Maana kabla hati haijatolewa, kuna wale wataalam wanaangalia, wanamsaidia Baba Mtakatifu. Asa, mm, baba mtakatifu hati ah, kwamba sasa anaeleza hayo ma mashaka, alisisitiza kwamba uamuzi wake haupunguzii mamlaka ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano kwa vyovyote vile, kwa sababu mtaguso mkuu wa Vatikano kama tulivyoona kwenye Sacrosanctum Concilium uliamuru mm -hmm. marekebisho na marekebisho yamefanyika, tumepata vitabu kama hivi. Kwa hiyo baba mtakatifu, kwa nini unaturudisha nyuma? We unapuuzia huu mtaguso wa pili, asema hapana, hati hii na maamuzi haya hayapuuzii mtaguso huu wa pili mm -hmm. wa Vatikano eh, hazipuuzii hata kidogo mm -hmm. kwa vyovyote vile, na si tu kwa sababu ya kisheria, bali pia kwa sababu shahada au elimu, tumeongelea mambo ya elimu, kwa mtu awe na sifa Ndiyo. elimu na malezi yanayotolewa inayohusu ujuzi fulani wa lugha ya Kilatini kwa sasa hivi haupatikani mara nyingi, mm -hmm. ndio maana anaruhusu sasa wale wazee na, na nini iendelee kusaliwa ili kusudi watu wajifunze, ili watu waweze kujifunza, mm -hmm. lakini vile vile licha ya hayo aliandika vilevile barua ya awali kwa maaskofu. Kwa hiyo katika barua yake ya awali kwa maaskofu, Baba Benedikto alidokeza juu ya hofu mbili, yeye anazita hofu mbili zisizokuwa na msingi. Maana saa nyingine tuna hofu, unaogopa na nini na nini mm -hmm. kumbe ni hofu ambayo haina msingi. Kwa hiyo ni hofu mbili ambazo hazina msingi juu ya haya mabadiliko ambayo yeye anayaleta. Kwanza, kwamba mabadiliko haya yangeondoa mamlaka ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano. Maanaake ingekuwa Vatikani imekaa bure mwaka ule, na, na nyaraka zilizotolewa, eh, hata Sanctum Concilium inahusu mm -hmm. liturujia, ingekuwa basi imeondoa mamlaka yake, haina mamlaka tena. mm -hmm. Kwa hati hii yeye anasema hapana, huo ni wasiwasi usiokuwa na msingi. Pili anasema ni kwamba ingesababisha mtafaruku na hata migawanyiko ndani ya jumuia za parokia kwa sababu He, wale maaanio ma, wanaosema wana, wana, wanao, sasa kwamba Baba Mtakatifu, wewe utayari una misale hii ya Kiroma toleo la mwaka elfu moja mia tisa na sabini tunasali hapa na hawa watu hawa, hafu ukimaliza parokia hiyo hiyo kuna kundi li lingine linasali na misale nyingine, si unaona, litaleta mgawanyiko sasa. Mtakatifu nasema hii ni hofu eh, isio, isio na msingi msingi. mm -hmm. kwamba watu wanaweza wakasali tu. Basi mtazamaji, tunaongelea hati za liturujia. Tupo kwenye uh, Sumorum Pontificum, mabadiliko mbalimbali mbali, ambayo yametokana na uh, barua ya kitume ya Papa Benedikt wa kumi na sita, kama ambavyo fadha anaendelea kutuelezea kutufundisha kwamba kama ilivyokuwa sasa, kukiwa na mabadiliko fulani, wengine tunalalamika kwamba hii hapa, hmm. itakuwaje, Ukristu utatoweka Wakatoliki watahama. Kumbe hata huko pia mabadiliko haya yalikuwa yanafanyika kutokana na mahitaji ya wakati, mahitaji mahalia. Uhum. Na pia e, nyakati nazo pia lazima turekebishe. Fadha, kuna mahali fulani wanasema kwamba wale, kuna sala fulani huwa tunasali kwenye shirika letu. Uhum. Kwamba wapagani, Kiswahili cha zamani walikuwa wanaitwa washenzi. Uhum. Maona eh? Kwao kumbe mabadiliko haya ni muhimu. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, kwa hiyo mambo ndio hayo, ndio maana Baba Mtakatifu anaendelea na akifanya eh, rejeo ya mambo ya kale, anasema eh, mara tu baada ya kutangaza kwa aina hii mpya ya, ya misa maombi ya matumizi ya misale ya elfu moja mia tisa sitini na mbili, alifikiri kwamba yangeenda tuna kizazi ya ambacho ni kile cha zamani, lakini ndio hivyo Anaona kuna vizazi vipya. Kwa hiyo anasisitiza kwamba hakuna kukinzana kati ya matoleo haya mawili, misale ile ya, ya zamani na hii misale mpya, na anasema katika liturujia kuna ukuaji na maendeleo. mm -hmm. Na hakuna nini, hakuna mpasuko. Tusiseme kwamba kuna mpasuko kati. Eh, tunapotumia hivi vitu, hizi misale mbili, inatupasa sisi sote kuwa na imani ifaayo ambayo eh, tumeiendeleza na kuhifadhi katika kanisa na kuhifadhi huo utajiri. Kuna utakatifu katika yale masuala ya zamani ambayo tumeyatunza. Mm -hmm. Lakini vilevile baada ya mtakatifu anasisitiza kwamba tuzingatie na kutambua thamani ya utakatifu kwa maadhimisho kwa kutumia vipaji, vitabu vipya. Hajasema tusitumie hivi vitabu vipya. Mm -hmm. Tutambue thamani ya maadhimisho kwa kutumia hivi vitabu vipya. Kwa hiyo huo ndio msimamo kwa ufupi, hiyo ndio ile hati tunaita Summorum mm. Pontificum tunakualika kaisome kwa undani uelewe. Wakati mwingine tutakuletea hati nyingine. Baba Kiio, umefanya kazi kubwa sana ya kutuelimisha sisi kondoo wako. Ah, tunapohitimisha kuna nini cha kuambia watazamaji? Tuthamini mambo ya zamani, lakini vile vile tukubali na mambo mapya inapobidi, tuyache yale ya zamani ili tuende na mambo mapya. Basi tuelewe, na kila mara mababa mababa wa kanisa wanapofundisha, wana maana tuyapokee yote kwa moyo wa upendo, moyo wa furaha. Karibu tufungie kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, hevi kila mtukufu mwenye baraka uliyebarikiwa, amina. Amina, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Ijue Liturijia. Tulikuwa tunazungumzia hati za liturijia na tukao katika mada inayosema Summorum Pontificum. Tumeongelea mambo mengi, Father ametufundisha mambo mengi, mabadiliko ya nyakati, mabadiliko ya mambo mbalimbali ya liturujia katika kanisa yanaenda sawasawa na mabadiliko kama yalivyopangwa tangu mwanzoni. Mada ni nzuri sana lakini muda wetu hautatoshi. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako kwa, ndugu Simon Peter nyuma ya kamera, unafanya mambo mazuri sana, pokea maua yako. Asante sana babaki hiyo kwa majitoleo asante yako sana ya kulipenda kanisa na kuendelea kutufundisha, nasi tutazingatia. Mimi sister Savina Makonde, mpaka wakati mwingine, kwa heri.